Kumbe Iran sio wanyonge kama walivyodhani Israel na dunia. Sehemu ya kwanza: kabla ya mlipuko, kosa la kudharau taifa. Wakati majira ya jioni yaliposhuka juu ya ardhi ya Mashariki ya Kati, kulikuwa na utulivu wa ajabu ambao haukueleweka kwa wengi, lakini ndani ya majunga ya kijeshi ya Israel kulikuwa na uhakika mmoja mkubwa: Iran ni taifa la vitisho tu, taifa ambalo huficha hofu yake kwa midomo ya Hezbollah na Hamas, taifa la mapokeo ya kale lisiloweza kushindana na teknolojia ya karne ya 21. Kwa muda mrefu Iran imekuwa kama dubwana la kivuli katika vitisho vya Mashariki ya Kati. Israel waliamini kuwa Iran inaweza kukimbilia kwenye mazungumzo, lakini si kwenye mapambano. Ni hii dhana iliyojenga ujasiri wa IDF, jeshi la Israel kuamini kuwa wangeweza kuvuka anga la Tehran kama wimbi jepesi la bahari. Walifanya makosa, makosa ambayo yangewagharimu usiku wa kutisha. Sehemu ya pili: Israel yatawala anga kabla ya giza kupasuka. Mnamo wiki ya pili ya Juni 2025, dunia ikashuhudia kile ambacho wachamuzi walikiita Operation Shadow Storm. Ndege za Israel zikiingia ndani ya anga la Teheran zikivunja kinga za anga kwa usahihi wa kisayansi. Rada za Iran zilipofifia, dunia ilishangilia. Ndege za F-35 zijipenyeza hadi kwenye vitovu vya ulinzi wa Iran bila hata kugundulika. Hiki kilikuwa kilele cha kiburi cha kisiasa, taifa moja likidhania kuwa limefanikiwa kuliweka chini adui yake wa miaka mingi. Msemaji wa IDF alitangaza: tunayo ruhusa kamili kuendesha operesheni ndani ya anga ya Teheran. Iran sasa iko wazi. Ilikuwa kauli nzito, lakini haikufutwa na Iran. Kwa maneno walijibu kwa sauti ya moto. Sehemu ya tatu: Iran yafungua jiwe la moto. Katika kipindi cha saa 48 tu, Iran ikageuza meza takriban 300 drones, makombola ya masafa marefu na silaha za hypersonic zilirushwa kwa mfululizo kuelekea Israel. Kwa mara ya kwanza, Iran haikutumia mawakala wake. Ilisimama imara kama taifa huru, likituma ujumbe: hatupigani kivuli, tunapigana uso kwa uso. Mashambulizi haya yaliwashangaza adui na marafiki. Ulimwengu ukauliza: Iran imewezaje kupanga mashambulizi haya makubwa ya kisasa na yenye akili ya kivita kwa muda mrefu bila kugundulika? Sehemu ya nne: silaha za kimya zilizochora historia. Iran ilionyesha haina tu nguvu ya kurusha makombola bali akili ya kupanga vita kwa tabaka. Silaha zake zilijumuisha Fatah, kombola la hypersonic linalozunguka kinga ya anga; Kasem Basir kombola linalolenga kwa kutumia infrared, cyber missiles, mashambulizi ya mitandao yaliyofifisha mifumo ya umeme ya Israel, electronic jamming systems, kuzima mawasiliano kati ya rada na ndege. Mashambulizi haya hayakufanywa kwa lengo la kuua watu tu, bali kulenga akili ya kijeshi ya Israel. Iran ilipiga kiini, si kivuli. Sehemu ya tano Kumbe wamekuwa wakijiandaa kwa miaka. Iran si taifa linalofanya kazi kwa papara. Kwa zaidi ya miaka 20 wametengeneza mfumo wa kijeshi unaojitegemea: vituo vya nuclear vya Natanz, Fordo na Isfahan, karakana za kutengeneza drones zenye uwezo wa kusafiri masafa ya kilomita elfu, programu za ujasusi na satellites za kijeshi, maabara za silaha za kielektroniki walikuwa wakijenga jiko la moto chini ya wa ardhi, wakati dunia nzima ilikuwa ikitazama mosi juu. Sehemu ya sita, tahadhari kwa ulimwengu. Iran ni taifa la akili. Mwaka 2025 umebadilisha kila kitu. Wachambuzi wa kijeshi sasa wanasema Iran ina uwezo wa kuanzisha vita vya sekunde ya tano. Iran inaweza kushambulia kwa muda mrefu bila kuhitaji msaada wa nje. Iran inaweza kuvuruga mifumo ya kijeshi ya taifa la tatu ndani ya sekunde chache. Haya si maneno ya hofu, bali ni sauti ya heshima iliyozaliwa kutoka kwa kejeli ya zamani. Sehemu ya saba, Israeli ya fikiri upya, kiburi cha tulia. Kwa mara ya kwanza, duru za ndani ya Israel zimeanza kukubali kuwa Iran haipaswi kudharauliwa. Wanajua kupigana, wanajua kupanga, na wana uwezo wa kushangaza. Waziri mmoja wa Israel alikaririwa akisema "Tulifikiri tutaingia Tehran na kutoka bila maumivu. Sasa tunatafakari upya kila hatua." Sehemu ya nane, hitimisho, uwezo si kelele. Iran imeonyesha kuwa nguvu si lazima ipigiwe kelele. Nguvu halisi inajificha kwa miaka mingi, ikijifunza tabia za adui, ikijenga njia ya kupenya, na siku ikifika, haitaingia kwa hofu bali kwa kishindo. Iran haikuwa nyoka anayebweka, ni chatu aliyekuwa melala akisubiri kusonga kwa kimya, na sasa dunia inasikia sauti yake. Hubah Online Tz, makala hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya uchambuzi wa kina. Katika sehemu inayofuata, tutazungumzia ni vipi Iran ilijifunza kutoka kwa vita vya Iraq, Siria na Afghanistan, jinsi walivyopanua ushawishi wao kwa kimya hadi Afrika na Amerika Kusini na ni nini dunia inaweza kujifunza kutoka kwa taifa lililodharauliwa kwa miaka mingi. Bonyeza subscribe kwa Hubah Online Tz. Hapa hatukupitetesi, tunakuletea picha halisi ya dunia inayoandika historia mpya kwa damu moto na akili.